Nam habari za wakati huu, karibu tena, tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Ni taarifa ambayo inasambaa kwenye mitandao ya kijamii kutoka chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, eh, wakimjibu msajili wa vyama vya siasa, utenguzi wa viongozi nane wa chama cha Chadema akiwemo katibu mkuu wa chama cha Chadema Tanzania bara, lakini pia katibu mkuu Zanzibar lakini pia wajumbe wengine wa kamati kuu kama vile Godbless Lema, lakini pia Lugemereza Inshala ambaye pia aliteuliwa kuwa mwanasheria mkuu wa chama Rozi Mayemba pamoja na wengine. Kichwa kinasomeka kama yahusu malalamiko kuhusu ukiukwaji wa katiba ya chama chenu. Jambo la kwanza, tunaandika kujibu barua yako ya tarehe 8 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 yenye barua kichwa hicho hapo juu. Katika barua yako nadai kuwa ndugu Lemrosi Mchome amefuta maneno yake ya kukata rufaa kwako kutokana na kutoridhishwa na majibu yetu kwake ya tarehe 18 ya mwezi wa pili mwaka 2025 kuwa yasomeke kuleta malalamiko ukaendelea kusema kuwa dai letu kuwa sheria ya vyama vya siasa haipi ofisi yako madaraka ya kusimamia uchaguzi bali kuangalia uchaguzi si sahihi. Kwanza ni vyema chadema mwelewe kuwa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inayo mamlaka ya kisheria kusimamia utekelezaji wa katiba za vyama vya siasa kwa mujibu wa vifungu vya sheria vifuatavyo: kifungu cha 4 sehemu ya 5A cha sheria ya vyama vya siasa sura ya 258 kinaeleza kuwa jukumu la ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ni kusimamia utekelezaji wa sheria ya vyama vya siasa. Jambo la pili, tunajibu na kusema kuwa hatukubaliani na jaribio la mchome kudai kuwa amebadilisha maneno ya kukata rufaa na kuwa malalamiko. Yeye aliwasilisha rufaa kwako na si malalamiko. Yeye alidai kutoridhishwa na majibu tuliyompa na hivyo akawasilisha rufaa kwako, na hiyo ndio barua sisi tunaitambua. Mengineyo yote ni jitihada za mtu aliyeshindwa kisheria kuwasilisha rufaa yake na kutaka kubadilisha gia angani. Tunasema ndege ilikwisha ruka na haipo, eh, kiwanjani tena. Licha ya hayo, tunapenda kujibu sehemu zilizobakia za barua yako ndefu kama ifuatavyo. Jambo la tatu, upo sahihi kabisa kuwa sheria inaipa ofisi yako mamlaka ya kusimamia utekelezaji wa sheria ya vyama vya siasa, ila umekosea sana kuwa ofisi yako ina mamlaka ya kusimamia uchaguzi wa vyama vya siasa. Neno monitor ambalo umelitafsiri kuwa ni kufuatilia halimaanishi kusimamia bali kuangalia uchaguzi unavyoendeshwa, lakini haina na tunarudi kuwa haina uwezo wa kuingilia kati na kufuta uchaguzi wowote, kwani haina mamlaka ya kusimamia supervise uchaguzi. Hivyo tafsiri yako ya kifungu cha nne sehemu ya tano a si sahihi, kwani kuangalia au kufuatilia si sawa na kusimamia. Jambo la nne Tunakubaliana kabisa na vyama vya siasa vinatakiwa kuongozwa kwa kuzingatia katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, katiba ya Zanzibar, sheria ya vyama vya siasa kwa mujibu wa kifungu cha sita a sehemu ya pili, ambacho umekinukuu kwa makosa. Kutokana na unukuu wako wenye makosa, tunakinukuu kwa ukamilifu wake. PA, Political Party, shall be managed by adhering to the Constitution of the United Republic of Tanzania the constitution of Zanzibar, this Act, it is constitution principles of democracy and good governance, non-discrimination gender and social inclusion. Jambo la tano, tunasema kuwa chama inafuata kwa ukamilifu kabisa katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, katiba ya Zanzibar, sheria ya vyama vya siasa, katiba yake na misingi ya demokrasia na utawala bora. Katiba ya Chadema katika ibara ya tano mbili inaainisha haki za mwanachama. Kwa kuwa ofisi yako inasema inasimamia katiba za vyama, tunapenda iheshimu na kuzingatia katiba ya Chadema. Haki za mwanachama ni pamoja na moja, kifungu cha tano mbili moja, kuchagua viongozi wa chama wa ngazi anayohusika kwa mujibu wa katiba. Tano mbili, mbili kuchaguliwa kuongoza na kuwakilisha chama katika ngazi yoyote kwa kuzingatia masharti yaliyowekwa ya sifa ya uongozi. Tano mbili tatu, kushiriki vikao vya chama vinavyomhusu na kutoa mawazo yake kwa uhuru kwa kuzingatia taratibu za vikao. Tano mbili nne, kujitetea kusikilizwa kwa kukata rufaa anaposhtakiwa ama kuchukuliwa hatua za kinizamu kichama. Jambo la sita kwa mujibu wa katiba ya Chadema, ndugu Lemrosi Mchome alikuwa na haki kabisa kama mjumbe wa baraza kuu kushiriki na kutoa mawazo yake kwa uhuru kabisa, kwa kuzingatia taratibu za vikao. Ndugu Mchome katika barua yake hajaeleza kwa nini hakutumia haki yake ya kikatiba kushiriki katika mkutano wa baraza kuu na kutoa mawazo yake kwa uhuru kabisa. Ofisi yako ambayo kwa namna ya kushangaza inasema kuwa ndugu Mchome Ameeleza zaidi kuwa anasisitiza kuwa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inayo mamlaka ya kusimamia utekelezaji wa katiba za vyama vya siasa na kuchukua hatua pale zinapokiukwa. Jambo la saba. Tunashangaa kwa nini haumhoji mhoji na kutaka kujua kwa nini yeye amekiuka kwa fujo kabisa katiba ya Chadema iliyomtaka atumie haki yake kutoa mawazo yake kwa uhuru katika mkutano ambao alikuwa na kila haki ya kushiriki ila hakushiriki. Kwa uelewa wetu, mtu aliyelalia haki yake hatakiwi kulalamika. Jambo la nane. Hatuna shida na tafsiri yako ya kanuni ya 23 ya kanuni za usajili na usimamizi wa vyama vya siasa za mwaka 2019 Political Parties Registration and Monitoring Regulations ya mwaka 2019 GN 953, kuwa mabadiliko yoyote ndani ya chama lazima yafanywe kwa mujibu wa katiba za chama. Shida yetu ni kutaka kuunganisha kanuni hiyo na dai la Bwana Mchome. Tunasema kuwa hakuna hata sehemu Chadema imekiuka sheria ya vyama vya siasa pamoja na kanuni zake. Jambo la tisa, umetaja kanuni ya 26 na 31 sehemu ya pili ya kanuni za usajili na usimamizi wa vyama vya siasa za mwaka 2019 kuwa tunatakiwa kuwasilisha kwako taarifa ya mabadiliko ya uongozi ndani ya siku 14 tangu yafanyike. Chadema alifanya hivyo na kuwasilisha fomu za mabadiliko ya uongozi kwa ofisi yako kwa mujibu wa sheria. Rufaa ya Bwana Mchome kwako inahusu ukiukwaji wa katiba ya chama na si kuto kuwasilishwa kwa fomu ya, ya mabadiliko ya uchaguzi katika chama. Hivyo hapa kuna kuchanganyana mambo. Tunakutaka kujikita katika hoja husika na si kuchanganya hoja kwa lengo ovu, kitu kinachokatazwa na kifungu cha sita cha sheria ya vyama vya siasa. Jambo la kumi: kwa namna ya ajabu unakataa takwa letu la kuwa ndugu Mchome alitakiwa kutumia vyombo vya ndani kupata suluhu ya malalamiko yake. Ukasema kwa namna ya kushangaza ukasema, wanamnukuu hapa msajili wa vyama vya siasa: napenda kuwafahamisha Chadema kuwa hakuna sharti katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 sheria ya vyama vya siasa sura ya 258 au sheria nyingine za nchi yetu inayoeleza kuwa mwanachama wa chama cha siasa anapokuwa na malalamiko yanayokihusu chama chake lazima ayawasilishe ndani ya chama chake, au mwanachama wa chama cha siasa anapokuwa na malalamiko yanayokihusu chama chake lazima ayawasilishe ndani ya chama hadi afike ngazi ya mwisho ndipo alalamike nje ya chama. Jambo la kumi na moja, ukasisitiza kwa kusema, katiba au kanuni ya chama cha siasa ikiwa na ibara ya namna hii inakuwa batili, kwani inakuwa imekiuka katiba na sheria za nchi ambazo zinampa haki mwanachama wa chama cha siasa kwenda kulalamika katika chombo chochote cha sheria chenye mamlaka. Jambo la kumi na mbili, Tunasema kuwa yule uliye, uliye, tunasema kuwa yote uliyoyasema katika nukuu hizo hapo juu si sahihi hata kidogo, na tumesikitishwa kwani ofisi yako inaongozwa na jaji wa mahakama kuu ambaye anatakiwa kuwa anaelewa maamuzi ya mahakama kuu ya juu ya kanuni ya kutumia vyombo vya ndani kwanza kabla ya kutumia vyombo vya nje mahakama kuu katika kesi ya Yohana Pangaramsi Masaki and kumi na sita others versus Emma Msaki and three others Land Revision 57 of 2021 2022 tzh c landi d mia nane kumi na mbili mwezi wa nane mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ilisema It is my considered view that whereas there is a alternative remedy provided by the law like

Hence, they cannot invoke the revisional jurisdiction of the Court. Mkazo umeongezwa, jambo la 13 ttu ai za mahakama ya rufaa ya Tanzania ambayo ndiyo mahakama ya juu na yenye kauli ya mwisho juu ya msimamo wa sheria katika kesi ya Kezia Vloleti Mato versus the National Bank of Commerce and three others civil application namba 127 ya mwaka 2015 ilisema, tunasoma hapa lakini ni Kiingereza, ndugu mpenzi mtazamaji e, basi pale ambapo tunakosea e, utatusamehe. Lugha zilikuja na ndege hizi. Inasomeka kama ifuatavyo hapa: It is our considered view that where a party has no right of appeal but there is an alternative remedy provided by law he cannot properly move the court to use it is revisional jurisdiction he must first exhaust jurisdiction of the court the applicant who has not yet exhausted all remedies provided by the law cannot invoke the revisional jurisdiction of the court this application this application is incompetent mkazo umeongezwa jambo la kumi na nne ni kwa msingi ya maamuzi hayo ya mahakama kuu ya Tanzania na mahakama ya rufaa ya Tanzania, tunasema kuwa nguvu zote kuwa rufaa au kile mchome na ofisi yako inakita kuwa ni mabadiliko, tunasema kuwa ni batili. Ni batili kwa misingi ya mchome kutomaliza na kutumia vyombo vya ndani e, ya chama cha Chadema kuyawasilisha katika barua yetu kwako ya tarehe 27 mwezi wa tatu mwaka 2025, tulikutaka utueleze kifungu kipi kinaipa ofisi yako madaraka ya kupokea na kuamua rufaa za wanachama wa vyama vya siasa au kutekeleza jukumu lipi la kisheria juu ya taarifa za vikao vya kawaida vya chama cha siasa. Hukutujibu bali ni wewe na mchome kubadilisha gia angani, kwa kusema sio tena rufaa bali ni mabadiliko. Jambo la 15. Tunarudia tena na kusema kuwa hakuna hata kifungu kimoja katika sheria ya vyama vya siasa ambayo inatoa haki kwa mwanachama wa chama chochote kile cha siasa kuwasilisha malalamiko yake kwako juu ya kutoridhishwa kwa mchakato wa uthibitishaji wa viongozi wa chama cha siasa na kwa kuwa kifungu hicho hakipo, basi tunakutaka uheshimu na kutii sheria ya vyama vya siasa ambayo haikupi madaraka hayo. Aidha, tunakutaka uheshimu kama ambavyo nasi tunatakiwa kuheshimu ibara ya ishirini na sita sehemu ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayotaka kila mtu kuheshimu na kuifuta katiba ya jamhuri na kuifuata katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria za nchi. Jambo la kumi na sita mwisho, kutokana na maelezo yetu hapo juu, tunasema na kurudia kuwa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa haina madaraka na mamlaka, si tu ya kupokea rufaa kama ya Mchome na malalamiko ya mwanachama wa chama chochote kile cha siasa nchini, bali pia kusimamia uchaguzi na uthibitishaji wa viongozi wa vyama vya siasa nchini. Dai lako kwetu linatokana na rufaa unayodai ni ya malalamiko ya Bwana Mchome, na kutokana na kuwa ni batili, sisi kama chama kinachoheshimu sheria za nchi na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunakutaka na wewe uheshimu hilo. Aidha, tumeonyesha kuwa kutumia na kukamilisha mchakato wa ndani wa taasisi na chama chochote ni sehemu ya sheria za nchi yetu na mahakama ya rufaa inataka kitu hicho kifuatwe. jambo la kumi na saba. Tunatumai busara, hekima na kuheshimu muda na rasilimali za taasisi zetu tuta, tu, ku... jambo la kumi na saba tunatumai busara, hekima na kuheshimu muda na rasilimali za taasisi zetu kutakuongoza juu ya kulifunga suala hili, kwani halina tija kwako na kwetu, na linaonekana linasukumwa na ajenda yenye nia ovu dhidi ya chama chetu cha Chadema wako katika kulinda demokrasia ya vyama vingi. Amani Golugwa, naibu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Hii ni taarifa Chadema wakijibu barua ya msajili wa vyama eh, vya siasa na kuelezea kiundani zaidi sheria kanuni, lakini pia kupitia au kulivyuu baadhi ya kesi mambo yamekaa hivyo, tuachie mboni yako, lakini mengi zaidi eh, tutazidi kukuhabarisha hapa. Kimombo ni ngumu sana kukisoma, lakini tumejitahidi eh, kusoma kama vile ilivyoandikwa eh, kwenye taarifa hii ya Chadema kubwa. Endelea kukaa karibu nasi kwa taarifa mbalimbali eh, mbali.